Njia sahihi ya kupata majibu sahihi kwenye situation yako ni kuendelea kujiuliza maswali tena na tena mpaka umepata majibu. Sio mara zote watu wenye akili nyingi ndio ambao wanaweza kufanikisha mambo, ni watu ambao wanaendelea kupasisti kujiuliza, ni kwa namna gani naweza nikapata majibu kwenye hiki, ni kwa namna gani naweza nikatoboa kwenye hiki. Maandiko yanasema nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, lakini roho ya Mungu ikatu Ia. Mungu alipatikana kwenye picha yake, Mungu akuondoka, mambo yalikuwa hayakaa sawa, lakini Mungu aliendelea kupatikana. Sijui ni kwa kiasi gani mtu wa Mungu wee umepatikana kwenye biashara yako, sijui ni kwa kiasi gani mtu wa Mungu umepatikana kwenye hiyo ndoa na mahusiano yako, sijui ni kwa kiasi gani umepatikana kwenye hiyo kazi ya mkono wako. Nataka nikuhakikishie mchana wa leo kama utawekeza kupatikana kwenye hicho kitu ambacho unakifanya, nina uhakika utakwenda kiwango kingine. Kama utawekeza kupatikana kwenye hicho kitu ambacho unakifanya kwa bidii, utaenda kiwango kingine. Kama utawekeza kupatikana, utaanza kupata ideas, utaanza kupata ufunuo, utaanza kupata strategy, utaanza kupata kanuni na utajua ni kwa namna gani unaweza ukapata matokeo ambayo haujawahi kuyapata.